Pale anakuta haimo, kaanguka na ndege mara mbili, yani ni jambo la ajali mbaya, huko kasalimika, hakufa. Kaja kufa kitandani, hajapigwa na mtu, hajaumwa hata na mbu. Kwa hiyo ajali yake ilikuwa ndo hii, siku zake hapa ndo zilikuwa zimetimia. Kwa hiyo yote haya, hadhari, ushujaa, uoga havikusaidii kitu mambo yote yako katika formula yanafuata utaratibu yishapangwa. Kwa hiyo yanafuata tu mpango wa mayuri thawaba dunia nuutihi minha, na kati yenu nyinyi wanadamu. Mwenyezi Mungu anasema na sisi kati yenu nyinyi wanadamu mtu yoyote anayetaka mafao ya duniani, nataka na mimi lazima niwe milionea, lazima niwe na nyumba kumi za ghorofa, lazima niwe na gari ishirini, lazima niwe na hivi. Kwa hakika ukiplani mwenyewe miradi yako na ukajituma sawasawa, sawa, unaweza ukaachivi yale uliyoyalenga, sababu na jitihada yako pia inatakiwa. Unataka dunia, lakini unajituma kuitafuta, Allah haipotezi jitihada yako bure, jitihada yako itazaa matunda. Lakini wewe akilini mwako imo dunia tu, na Mungu kakuweka hapa ni pahala pa muda pa mtihani, uyatafute ya akhera Akhera umeitoa kabisa akilini. Wewe unahangaika ku, kujipanga kidunia tu, nyumba yangu, gari yangu, shamba yangu, na hivi unashughulikia hivyo tu. Wewe mzembe sana unakuwa yani, umekuja kondeni, alafu ukaona kama hapo kondeni ndo kwenu ushafika, ukapoteza wakati wako wote hapo, ya kuchukua kule nyumbani hukutengeneza hata moja. Sasa ukirudi nyumbani tena, litakuja kufaa jambo gani? Kwa hiyo duniani ni mahala pa mtu afanye atumie kipindi hichi kujitafutia nafasi nzuri ya maisha ya akhera. Lakini mwingine haoni hiyo akhira ni nini, wala haijui, kichwani haimo, kajipanga na anajituma kuhangaikia dunia tu basi. Kwa hiyo, Allah anawaangalia watu kama hawa, anawafikishia ujumbe huu, Waman yurid thawaba dunya kati yenu nyinyi, yoyote anayetaka mafao ya duniani, nutihi minha, tutampa hayo ya duniani kama anavyotaka mwenyewe. Yani maana yake man arada biamalihi ajru dunya, mtu ambaye anafanya kazi anajituma, lakini kwa anayoyafanya anataka mapato ya duniani, atainahu, tutampa dunia yani muislamu analima na kafiri analima lakini muislamu wa kilima anapata thawabu kwa kule kulima, kwa sababu kwanza ni mumin, pili nia ya yake ni kwamba analima anachokivuna kitawanufaisha watu, halafu anafanya vile kwa nia ya kutaka ridhaa ya Mungu. Mambo yote yanakuwa ni ibada yanapofanywa ya na mumin mwenye kutegemea kwa Mungu, lakini yale yale yanafanywa na mtu kafiri, lakini kafiri anakuwa hana anachopata Mumin ana mke au ana mume, anafanya tendo la ndoa, anapata na thawabu pamoja na ladha ya jimai, na akiruzukiwa mtoto faida nyingine, lakini na thawabu pia anapata. Lile ni jambo lililoumbwa, limekadiriwa, atakapolifanya kwa ajili ya kuridhi ku, ku, kutii amri ya Mola wake, anafanya ibada, si jambo liko katika kadari Ukilifanyia kwa taratibu zake za dini, na thawabu unapata duniani, faida utakazopata ladha ya jimai, ni jambo lililoandaliwa na aina fulani ya raha unapata, pengine Mungu atakukirimu mtoto, tunapenda sana watoto. Lakini pia ukilifanya kwa utaratibu, na thawabu zako za kulipwa akhera zipo. Kafiri analifanya hili tena kwa fujo, lakini hana zaidi ya ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haya mambo lazima yaeleweke. Upo duniani, mengi unafanya, lakini je, umewekewa utaratibu? Unayoyafanya yanafuata utaratibu au yako nje ya utaratibu? Ndicho kigezo. Yakifuata utaratibu, umeabudu, unalipwa ujira wako. Yatakapokosa kufuata utaratibu, utapata faida ya duniani peke yake, ya akhera haimo. Nadhani inafahamika. Kwa hiyo man Mtu yeyote ambaye arada biamalihi ajra dunia, kafanya amali zake, lakini alicholenga kwa amali zake, anataka mafao ya duniani, ujira wa duniani. Allah akikuona hilo ndo unalolitaka anasema atainahu minha tutampa katika hayo mambo ya duniani, madamu ndo anayoyataka mwenyewe, walaisa lahu fil akhirati min nasibin lakini akhira, ambayo hakuifanyia mambo kwa utaratibu wake, atakuwa akakosa fungu, hapati sehemu yoyote ya malipo ya akhira. Kafanya jambo kwa kutaka dunia, taratibu alizozitumia kulifanya lile jambo ni za upande mmoja peke yake, upande wa pili haukuwekewa link. Kwa hiyo Allah anasema hili huku, akhira halina uhusiano nalo anataka hapa hapa, nitampa hapa hapa. Faida na umuhimu wa kusoma kwamba ukiambiwa, hata ukiswali unatiania, ukifunga unuie, ukitoa sadaka unuie. Mambo yote yana utaratibu, uyafanye kwa utaratibu ambao kama umeyasajili yakubalike kwa Allah, utapata faida ya duniani na faida ya akhera pamoja. Usipojua kuyasajili mambo yako, simu zenu mnasajili, shekhi Anwani za barua zenu pepe lazima zisikosewe. Ukiikosea haifiki barua pepe, yani email. Na mambo ya Mungu lazima yafuate utaratibu kama inavyotakiwa. Mpaka yeye aridhike, hili nimefanyiwa mimi, analisajili. Hii ni amali yake mja wangu na inastahiki kuliku, kulipwa. Lakini unapoyafanya kwa mtazamo wa kutaka faida ya duniani peke yake, na yeye Mungu anaona anajua huyo anataka la dunia tu peke yake, basi mpeni. Utapewa. Akhera utakuwa umekosa kwa sababu hukulihusisha hili jambo na link ya kulifanya lisajiliwe na upande wa pili wa akhira vilevile. Wa huwa taridun bil ladhina raghibu fil ghanaim, kwa mujibu wa aya ilikuwa inawaridhia wale ambao walishiriki vita, walikuwa ni wanajeshi wa Kiislamu wamo kwenye jeshi la mtume lakini lengo lao kubwa, sisi tunaenda tunajua huku tukishinda kuna ngawira nje nje. Kwa hiyo yeye anakwenda kule kalenga arudi na ngawira. Na wengineo huenda wakapigana vita vikaisha salama, lakini wameshapigana vita washashinda, wakafanya mauaji ya kiholela kutaka mali za watu, wakawadhuru watu raia wasio na makosa, kisa kamkuta na gari lake amuue, yeye achukue gari. Kamkuta na hichi auwe, achukue ndo anaona mwenyewe kapata. Kama lengo lako ni kupata vitu vya dunia, basi Mungu anaweza akakupa vitu vya dunia. Yeye ni tajiri, huwezi kumfilisi, atakupa. Fabayyana taala, kwa hiyo akabainisha Mwenyezi Mungu Mtukufu, anna husula dunia lilinsani laisa bimawdhi'in Ghabtatun li'annaha mabdhulatun lilbirri walfajir. Allah amebainisha kwamba kupata neema za dunia, kupata neema za dunia Allah kakuweka kwa pande zote za watu. Mwema atapata neema za dunia na mbaya atapata neema za dunia. Mwema anaweza akapata wako wema wengi tu, matajiri sana, kama Daudi na, na mwanawe Nabii, Nabi Suleiman, ni mitume hawa wa Mungu, lakini walikuwa matajiri sana, wafalme wametawala nchi zao. Halafu wasomi, ni vitu ambavyo kwa mtu mwingine vinamfanya awe na kiburi, akijisikia msomi anakuwa na kiburi kwa elimu yake, akawadharau watu wengine, akijisikia yeye ni mtawala mwenye pawa anakuwa dhalimu kwa madaraka yake, akawadhuru watu wengine.